Bro, sita ilenga stori yako tena. Hebu tuma namba ni kuwekea macho. Usikii pia mimi kuna fala kutoka hiyo Gulf, aliniweka Jomo Kenyatta International Airport, the all night from 9 p.m. to 11 a.m. morning. Kumbe alifika Kenya two weeks ago ako ana uh-huh, dash, dash, ako, anafanya ile kitu. Ogopa awa mafala sana. All that time, nimechoka kisi, nimeacha waifu wangu, napigwa na baridi hapa. All right, nimemgeti. So, All all that time acha nianzie hapo. All that time ni macha waifu yangu alright, ni macha waifu yangu kisi mimi napigwa na baridi hapa Nairobi JKIA, unakuja kuchukua mrembo, ni sawa. Team strong, aha aha. Anyway ni sawa, nilitumana wakaniekeza macho, nilimtumia kaniekea za macho, lakini bado sijazitumia alinitumia 2K, bado sijazitumia kwa sababu in case nitaongea vibaya na anitishe ndamtumanishie ya yeah, because sasa mimi mali na draw lines ni hapa tu kwa wife, mi draw lines kwa wife na mtoto. Hii mwanaume yote mwenye anaacha wife yake kufanya upuzi, mwanaume yote mwenye anaacha mtoto wake kufanya upuzi, I draw lines. So bro, kiti ya kwanza mimi na wewe hapo hatuwezi vuta. Anyway right, hey, team strong, wacha tufanye mambo yetu sasa. Team strong, hebu mniambie sasa nyinyi nyinyi watu, ngoja kwanza Muna mesha haje kupanish hao watu <laughs> mnatumia mesha mendi zinakaja aje? kwa sababu ni kama hizi vitu ni routine. Na by the way, mko kwa WhatsApp group enye mbaya mnaongelea hizi vitu. Kwa sababu hizi hizi vitu ni mingi sana. Comments ziko mingi na ambiwa kwa hizi vitu pale, kwa inbox. Kwa hizi vitu ya kuleta mtu jike aje, mtu ashafika, mtu ajai fika. Sasa mume, mume... <laughs> upgrade kutoka kublock sasa. Unamuita <laughs> Ngoja kwanza. Okay, mimi ningetaka tu kujua kama kawaida, mnajua tu mimi napenda, natakanga tu kujua kwa sababu sijuangi vitu, mi ningependa kujua huo mnapanish watu na routine inakaaje? Like amekukosea kiasi gani ndio umpanish juu? Kuna punishment zingine naye hapana. We, utoe mtu all the way from Kisii, akuje mpaka Nairobi <laughs> akae kutoka hiyo 9 pm mpaka bado huonekani. Kumbe ulifika Kenya two weeks ago, unafanya mambo yako eja e ya, anasema iye ndiye amesema. Wewe, ngoja ngoja, mnafanyaje? Mbona mnafanya watu hivi? n acha turudi huko juu, amesema hatawahi kosa kudisikiliza tena kwa sababu jamaa akinipigia stori aliniambia ndiyo ameocho tu ile video ule jamaa alitoka Bungoma, si so akasema, hapana, hiyo ni stori za jaba.